Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe tatu Desemba kanisa linafanya kumbukumbu kumbu, na kwa namna ya kipekee shirika la wamisionari wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo linaadhimisha sherehe ya mtakatifu Francisco Xaveri padre. Mwaka elfu moja mia tano hamsini na mbili. Francisco Xaveri alizaliwa Hispania mwaka elfu moja mia tano na sita na wazazi wa ukoo bora. Kama angalitaka angaliweza kujipatia ukuu mbele za watu. Lakini siku moja alipokuwa akisoma huko Paris nchini Ufaransa, mtakatifu Inyasi wa Loyola alimwambia Ksaveri: Ksaveri, yafaa nini kwa mtu kupata ulimwengu wote akipoteza roho yake? Baada ya siku za mafungo Ksaveri, na mtakatifu Inyasi pamoja na wenzake watano wa Yesuiti wakafunga nadhiri ya kwenda katika nchi takatifu ili kuwatunza Wakristo waliokuwa wakilalama utumwani mwa Waislamu. Kwa kuwa hawakufaulu kwenda huko, badala yake walisafiri kwenda Roma, nchini Italia, wakaonane na Papa ili afanye nao jinsi apendavyo. Pale Italia Ksaveri alipewa upadre. Mwaka 1537 mwaka 1540 Inyasi na Ksaveri walikuwa Roma kwa kupewa kibali rasmi cha shirika lao jipya. Zamani hizo mfalme wa Ureno alimwomba mtakatifu Inyasi apeleke mapadre wa shirika lake kuhubiri injili katika India. Francisco Ksaveri alitumwa kwenda huko pamoja na mapadre wawili wengine. Mwaka 1541 alijipakia merikebuni katika bandari ya Lisbon nchini Ureno akavuka bahari na kushuka baada ya miezi kumi na mitatu katika pwani ya Goa nchini India. Huko Fransisko aliizungukia nchi yote akiwakusanya watoto na watumwa ili waje kufundishwa naye katika kisimu, akisaidiwa na mkalimani. Watu wengi hawakukawia kuongoka. Miaka miwili baadaye alihamia sehemu ya kusini ya India, akiwafundisha hasa wavuvi wa pwani na visiwani dini ya Yesu Kristo. Alitenda miujiza mingi, hata aliwafufua watu wanne. Watu wengi walipoona muujiza huo walitaka kubatizwa. Baada ya kuwapatia wenyeji wa huko mapadre, alisafiri tena akafika katika ufalme wa Trevankol, nchini Sri Lanka na Indonesia akafundisha dini katika visiwa vya Moluk, Ambiona na Ternate, akapata Wakristo wapya wengi. Alitengeneza katikisimu ndogo katika lugha ya Kimalayani. Mwaka elfu moja mia tano arobaini na tisa alishuka katika pwani ya Japani ambamo alikaa kwa muda wa miaka miwili. Makasisi wao walimchongea kwa mfalme na hatimaye wakamfukuza katika nchi yao. Alirudi Goa lakini hakukaa sana kwani alitamani kupeleka injili katika nchi ya China. Alipofika kisiwani Sancian akaugua, wakamwacha huko. Mreno mmoja alimhurumia, akampokea kibandani mwake. Alikufa tarehe mbili Desemba mwaka elfu moja mia tano hamsini na mbili katika kisiwa cha Sancian huko China. Katika muda wa miaka kumi misionari huyu aliwabatiza watu wengi ajabu. Miezi miwili na nusu baada ya kufa kwake, waliukuta mwili wake haujaoza bado, ingawa alizikwa katika chokaa isiyozimika kusudi upate kuteketea upesi. Ukapelekwa kwa heshima kubwa huko Goa, India ambako umehifadhiwa hadi hii leo. Ni rahisi kuzitaja na kuziorodhesha nchi alizokuwa amefanya kazi, bali sio rahisi sana kupata picha halisi ya uzito wa shughuli zile nyingi alizozifanya wakati wa miaka ile kumi na mmoja tangu aondoke Ulaya. Mbali na safari mbili za kwenda Japan kutoka India na baadaye kuvuka bahari kuelekea kisiwa cha Sanchian, alizifanya safari zake zote kwa miguu, akitembea kilomita nyingi katika hali ya uchovu, ugonjwa, ugumu wa kazi na kadhalika. Kweli Mtakatifu Fransisko alikuwa ni mtu hodari sana, aliyesukumwa na upendo wake kwa Bwana ili utawala wake uzidi kuenea mioyoni mwa watu na watu wengi zaidi wapate kumpenda na kumtumikia. Katika barua mojawapo aliyomwandikia mkuu wake mtakatifu inyasi alisema tangu nifike hapa sijapumzika nimekitembelea kila kijiji nikawaosha watoto wote wasiobatizwa bado kwa maji matakatifu hivyo kuna idadi kubwa sana ya watoto niliyowaondolea dhambi ya asili watoto hawaniachii nafasi ya kusali breviari kula na kulala usingizi kabla ya kuwafundisha walau sala fulani. Hapo nimepata kungamua kwamba ufalme wa mbinguni ni kwa ajili ya hao. Mtakatifu Fransisko Ksaveri alitajwa mtakatifu mwaka 1622, na mwaka 1927 aliwekwa kuwa mlinzi wa wamisionari popote duniani. Siku ya leo yafaa sana kuwaombea kwa maombezi ya mtakatifu Fransisko Ksaveri wale wote wenye kujitahidi kulitangaza kwa namna yoyote hili neno la Mungu. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina! Watakatifu wa Afrika tarehe 3 Desemba. Watakatifu Claudius, Crispin, Magina, Yohani na Stefano, wafiadini Afrika ya Kaskazini. Mtakatifu Kasiani, mfiadini Moroko. Mtakatifu Fransisko Ksaveri, padre na mlinzi wa wamisionari popote duniani. Utuombee.